Ni ujumbe wa serikali ya Tanzania, serikali ya Burundi na shirika la huduma kwa wakimbizi duniani UNHCR, hapa kambi ya Nyarugusu inayokaliwa na wakimbizi wa Burundi na Kongo. Ni mbele ya umati huu wa Warundi ndipo mkurugenzi wa idara ya huduma kwa wakimbizi Sudi Mwakibasi kibasi akatoa kauli hiyo ikisisitizwa zaidi na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Silo na kauli ambayo msingi wake ni baada ya kuhitimishwa kwa mahojiano na uchambuzi maalum kwa wakimbizi hao ambao tangu mwaka elfu mbili na kumi na saba wamekuwa wakisuasua au kukataa kurejea kwao kwa hiari. Mara zote tumesisitiza kwamba jiandikisheni, muondoke kwa hiari, hatuji kumlazimisha mtu, lakini kauli hii inatakiwa kusimama na ikusaidia kuchukua uamuzi. Kwa hiyo kama kamati kama kama kama ya mahojiano ilivyosema muko komite yakoze ibibibazo yabuze na ushauri walioshauri wadiosha, nimanuro watanze mimi mkuu wa mkoa jewangu mkuru winara kazi yangu ikikogo chanje nikusimamia nuguhagaralila ili kesho na kesho kutwa kugiragajonahikeyesho hii kambi tuweke idara nyingine zifanye kazi zao. Balozi mdogo wa Burundi mkoani Kigoma Kekenwa Jeremia amesisitiza Burundi ni amani baada ya makundi yote hasimu kusaini hati ya mahusiano mema, huku baadhi ya wakimbizi wa Kirundi wameeleza kuwa sasa wako tayari kurejea nchini kwao kwa hatua zingine za kimaisha. Mtu kuwa kwenye nchi yake kuna umuhimu mkubwa, kwanza unakuwa huru, unakuwa huru kwa nyanja zote. Naomba kabisa, nawasisitiza turejee, warejee Burundi. Burundi ni nchi ya amani, tuende tujenge nchi yetu, nchi yetu ina amani kabisa, ina amani hadi sasa. Kambi hii ya Nyarugusu ina wakimbizi arobaini wa Kirundi elfu arobaini na tatu, ambapo takwimu zinaonyesha wakimbizi 1640 ndio wamerejea kwa hiari ndani ya kipindi hiki cha miezi tisa. Kesho ujumbe huu utafika kambi ya warundi ya Nduta iliyopo wilaya ya Kibondo. Jacob Ruvilo, Azam News, Nyarugusu